Niponye udhaifu fulani, niondoe katika kifungo fulani. Hiyo ndiyo inakuwa ajenda. Kwa hiyo unaenda kuomba kwa sababu ya uhitaji ulio nao. Unamkumbuka Hana alipokuwa na uhitaji wa kupata mtoto Samueli, katika Samueli wa kwanza sura ya kwanza utaona Hana, alikuwa naomba, ma aliomba kwa muda mrefu na ilifika wakati alikuwa an, an, anahamia hekaluni kwa ajili ya kuomba. Sasa ajenda yake ilikuwa ni hitaji lile lile, Mungu fungua tumbo langu na mimi nipate mtoto, ndiyo ilikuwa ajenda yake. So she was praying, alikuwa naomba na ilikuwa, alikuwa naomba kwa msisitizo huu wa kwenda mbele za Mungu ukiwa umebeba hitaji lako. Hana aliomba akaomba akaomba mpaka ikafika point ambayo watu wakawa wanafikiria na matatizo ya kiakili. Sasa ali, aliomba kwa muda mrefu na hakuchoka, aliendelea kuomba na kusisitiza, akaomba akaomba akaomba, ikafika hatua ambayo so, akasema ha, ah inabidi abadilishe nia ya maombi yale.